Licha ya mchakato wa kesi ya Diddy Puff Daddy kuweza kuendelea. Ee, bana, kumekuwa kuna kila siku, unajua kesi ya Didi imekuwa ikiwa inaleta picha tofauti, lakini inakuwa inaleta namna tofauti tofauti katika wale watu ambao pia wanakuwa wanategemea kwamba Didi sasa hukumu yake itakuwa vipi. Mbona sasa anakalishwa tu sana Lumande and then hukumu yake inakuwa inashindwa kutolewa? Angalia kuwa kwamba tokea mwaka jana alikuwa anasema, eh, mwezi wa tano mwaka huu 2025 ndipo hukumu yake itatoka, lakini pia alipofika, eh, mwezi wa tano, eh, sauti zikawa ni nyingi malaiki, mara vile mambo yakawa ni noma and noma sana, sasa Taarifa zinasema kuwa waendesha mashtaka wa serikali ya Marekani pia wameweza kuondoa baadhi ya madai dhidi ya Diddy au P Diddy e, katika kesi yake ya jinai pia ambayo pia inaendelea huko jijini New York, ikiwa ni pamoja na jaribio lake la utekaji nyara lakini pia hujuma na kuweza kusaidia na kuweza kushiriki katika biashara haramu ya ngono, ndivyo ambayo kesi kubwa ambayo inamweka Diddy gerezani mpaka sasa hivi. Tunajua kabisa ni moja kati e, ya watu ambao inasemekana pia waliweza kushiriki masuala hayo ya biashara za haramu kabisa za kingono, kuuza wanawake, lakini pia yeye mwenyewe kuweza kufanya matukio tofauti tofauti, kuweza kuwaingilia wanaume wenzie wana, yaani stories zilikuwa ni nyingi sana ambazo, e, zikimhusisha mshikaji bana Diddy, combos. Sasa maendeleo haya yanaweza kubainika kuweza kupitia barua ambayo iliweza kuwasilishwa na jaji ambaye anafahamika kwa jina la Arun, eh, Subramanian, eh, siku moja tu kabla ya hoja za mwisho za kesi kuweza kusikilizwa. Lakini pia eh, taarifa zinasema kwamba waendesha mashtaka waliweza kusema kwamba uamuzi huo umeweza kufanywa au kuweza kufuatia agizo la jaji kuweza kupunguza uzito wa maelekezo kwa baraza la majaji. So inasemekana kabisa kwamba jaji mkuu kuweza kutoa uamuzi wa eh, baadhi ya kesi hizo kuweza kufuatiliwa zaidi, lakini pia kama kuweza kupunguzwa. Lakini sasa, ingawa Diddy mwenyewe bado anakabiliwa na mashtaka kadhaa ya usafirishaji haramu wa binadamu kwa ajili ya ngono, yani alikuwa nauza kwamba wanaweza kuwapakia kwa wanawake na wanawasafirisha kwenda huku kwenda na huku, kwa biashara tu hiyo haramu ya kingono ambayo alikuwa akiifanya. Sasa inaonekana serikali eh, imekuwa na ugumu kuweza kuthibitisha madai yanayomhusu utekaji nyara ya wafanyakazi wa zamani ambayo anafahamika kwa jina la eh, Capricorn Clark, ambaye eh, eh, anaripotiwa kuweza kuchukuliwa hadi jengo eh, moja na kuweza kulazimishwa kuweza kufanyiwa eh, kipimo cha uongo ambayo kinafahamika kwa jina la lie detector. Eh, sasa kuhusiana na eh, vitu ambavyo pia viliweza kutolewa na mwimbaji kesi ambaye pia eh, anadaiwa kuweza kuzuiliwa katika hoteli eh, ya London, so matukio yamekuwa ni makubwa eh, story kuhusiana na Didi pia zimezidi kuongezeka, zinakuwa nyingi zaidi. Sasa taarifa zinasema kwamba Aidha, upande wa mashtaka hauendelei pia tena na shtaka hilo la jaribio la kuweza kuhujuma kwa moto ambao pia Diddy alidaiwa kupanga mlipuko wa gari la msanii Kid Cudi kuweza kutokana na wivu wa kimapenzi. Wakati wa kesi, hakuna ushahidi wa moja kwa moja uliowasilishwa ambao pia unamhusu Didi na tukio hilo kuweza kufanyika. Sasa madai haya pia yote yanaweza kufutwa, yalikuwa sehemu ya kesi kubwa ya uhalifu wa wa mtandao dhidi ya msanii huyo maarufu, ni kimaanisha Didi. Sasa ingalia kuwa kwamba waendesha mashtaka hawajaacha kabisa mashtaka ya usafirishaji wa binadamu kwa ajili ya ngono, wameamua kuondoa baadhi ya vipengele vyake ikiwa ni kukosa au au kosa la kuweza kusaidia na kushiriki kuweza kufafanua vipengele gani ambavyo pia viliweza kufanyika hivyo hasa vya mashtaka hayo vikiweza kutolewa kwenye maelekezo ya majaji. So kuna baadhi ya kesi zingine ambazo kama hizo, kusema kulipua gari la mtu sijui, kuna baadhi ya magari ambayo pia aliweza kusafirisha watu hao ambao pia walikuwa wanafanya biashara hizo za kingono, kutokuwa na uhakika. So kuna baadhi ya kesi zimeweza kufutwa au kuweza kupunguzwa, lakini bado anaendelea kushikiliwa kutokana na kesi ambazo imekuwa ni kubwa na ambayo yenye ushahidi ni mkubwa sana. Drop comment yako hapo kuhusiana na sakata hili la Diddy limekuwa limeanza kitambo sana, mpaka sasa hivi bado linazungumziwa hilo hilo. Drop comment yako hapo, utakometisha kinoma noma take for this cha